Naam, ni siku tulivu, Jumamosi tulivu ya Aprili 26, nazungumza michezo, mambo mengi yanivoada, lakini Mnyama Simba anapeperusha bendera kule South Africa dhidi ya Stellenbosch, mechi ya mkondo wa pili. Mnyama Simba Sports Club aliambulia bao moja kule Visiwani Zanzibar. Kesho Mnyama Simba anashuka jumbani majira ya saa 10. Tumemfuata pasi milioni, shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club, yeye alishuhudia mkondo wa kwanza kule Visiwani Zanzibar, leo sasa hivi ipo Dar es Salaam kesho anaishuhudia pale za kiemu, Simba Sports Club ikifuzu kwenda hatua ya fainali. Pasi Milioni, kwanza, fresh fire moto bana, fresh fire moto awadeo wote. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rema, tupo leo ni sikukuu ya Muungano tarehe ishirini na sita mwezi kama unavyoona umetaradadi, mwezi wa nne, nikiwa na afya njema tere niko vizuri, niko fire, niko moto kweli, ndugu yangu, nipo balozi wa grandi. Sina mambo mengi vile, kaka yangu, pasi milioni. Umesikia choko choko zinazoleta na Tanzania Africans safari, baadhi ya mashabiki mmeachwa. Pasi milioni, kwanza tuanze hapa kwanza. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ati ya kuelekea South Africa wamepiga Jobeg Jobeg mpaka Daban, tageti na nini ya kwenda kuisapoti timu yetu. Nachotaka tu niwaambie tu wapenzi na wanachama Simba Sposi, nikiwa kama shabiki ambaye nimepata bahati ya kusafiri na timu ilipo, nipo kwa gharama zangu mimi mwenyewe. Nachotaka niwambie mashabiki wengine wa aina yoyote wa Simba Sposi, Simba Sports, bado hatujafikia hatua au sehemu ya sisi mashabiki kusafirishwa bure. Hiyo bado itatokea labda baadaye tutakapokuwa tuko vizuri nafikiri, lakini kwa sasa hivi hilo swala halipo, na kama unapotuona unaponiona, mi labda niko mikoani, nasafiri kwa gharama zangu mimi mwenyewe. Ukiona labda nimeenda nje ya Tanzania, kwa gharama zangu mimi mwenyewe. Hata hii ya South Africa, tageti yangu ilikuwa niende. Unajua tena ukishakuwa shabiki kuna wadau wa aina mbalimbali, na mimi ukiangalia ni balozi wa Grant Care Tanzania Limited. Kwa hiyo safari yoyote nikitaka huwa naiandaa na safari ni maandalizi, na namshukuru Mwenyezi Mungu na marafiki wa kutosheleza, kijiji cha kutosheleza. Nikisema niende popote dunia hii mimi nakwenda. Na kwenda kwa mfano kama ukiangalia kwenda Masri mi uliona Misri masaa matano na Egypt Air. Eh, bila kutua popote hadi Cairo kutoka Dar es Salaam mpaka Cairo datu Cairo masaa matano kwa gharama zangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo nachotaka niwambie tu mashabiki wenzangu wa Simba Sports, msirubunike na lolote lingine linalotokea. Mtu ukitaka kusafiri amna anayekatazwa, wote South Africa tunapajua. Ukiwa na mkoba wako, unaandaa taratibu, unasafiri. Kwa hiyo baada tujafikia hatua hiyo ya kuanza kusafirishana bure mimi lakini na imani kabisa, mbele ya safari kwa timu yetu tunavyoiona tunaweza tukenda. Kwa mfano kama mimi, hii ilikuwa kila kitu changu kilikuwa kiko vizuri, lakini nikaanza kuulizia. Unajua mimi kila Jumapili huwa nashiriki ibada eh. Hii mimi kwangu mimi, Jumapili ya kesho hii ya Jumapili ya kesho tarehe saba nita kama Mungu atajalia, nikiingia kanisani natimiza miaka kumi na mbili na miezi kumi na moja na Jumapili ya pili bila kukosa hata jumapili moja kuingia kanisani. Kwanza nilianza kuuliza kwa dabani mazingira ya kanisa, muda na mka mimi kwenye saa kumi na moja na nusu kujitayarisha, kumi na moja alfajiri kwenda kanisani, yako rafiki? Walikuwepo kule, akaniambia bwana, hadi uende peke yako labda uwe company. Sasa nikaja kuangalia mazingira yale mimi ya kuenda company, labda wengine unajua, naweza sitaki kwenda tu kwenye ibada. Nikaona mimi, mimi mwenyewe binafsi yale mazingira sio rafiki kwangu mimi mwenye binafsi. Kwa hiyo hilo sikuenda, japo nilipata kampani. Yupo kakaangu mzee wa kanzu nyeupe Amis Kondo alijitolea, alijitolea kwa dhati kabisa, akambia, bwana Pasi Milioni, mimi niko tayari nikugharamie kwenda na kurudi. Mzee wa kanzu nyeupe Amesikondo, hii nampa big up, lakini kilichonishindwa ratiba yangu ya kwenda kanisani ningevurugwa hapa, kwa sababu nataka target yangu, Mungu akinijalia nifikishe miaka kumi na tano ya kuingia kanisani bila kukosa hata Jumapili moja. Kwa hiyo ya kesho ni miaka kumi na mbili na miezi kumi na moja na Jumapili ya pili. Kwa hiyo sikutaka kuiharibu ratiba yangu ya kuhudhuria ibada, ndio chanzo cha mimi kuto kwenda South Africa, japo kwangu mimi milioni moja na laki sita laki tano ni hela ndogo kwangu mimi mwenyewe binafsi kutokana na wadau ni, niliokuwa nao, wapo nao watu wa maana. Nikisema bwana dakika mbili tano nyingi tu, hata nikisema bwana baba Azize eh hey, Mwishimbo aliziwani kwete bwana, nataka niondoke mimi, waziri wa kazi, ulemavu na ajira na ofisi ya waziri mkuu, dakika mbili nyingi. Sasa sikutaka kwenda, latiba imekuwa sio rafiki, ndugu yangu. Kwa hiyo kama hamna, hamna, hamna hicho kitu, bado hatujafikia huko, hatujafikia huko, mambo ya kupeleka na bure bado hayajafikia, wala mambo wa ya kuingiza na bure Simba Sports bado hatujafikia. Ndio maana ndo tunalipa wenye vingilio vyetu eh, mechi ilipo kokote kule tunakwenda, hata tukienda mikoa sisi tunaenda kulipa vingilio, na hata ikiwa hapa tunalipa vingilio vyetu, tunasafiri kwa hela zetu, tunalala kwa hela zetu, au ndio Simba Blaza? Na ndio maana ndo unaona wana Simba hatunaaga jambo dogo, tukiona mbembele faster kama mchango kufanya nini, kama unaona kafu tulishachangia hela ya mashabiki kujua tushalipa ile, bro, Simba sio basiara. Hii unavyosikia ubayo bwera, ubayo bwera kweli, na uko vizuri. Nimefarijika, nimemwona ndugu yangu Mikoi Kisugu eh, ndani ya Jobek, Jobek Daban nime fly nimemwona mwanangu K. Mziwanda nimefarijika, nimemwona dada Hagi nimefarijika, nimemwona babe Meli la huo nimefarijika nimeona wana Simba wengi wamekwenda, mashabiki wale kindakindaki wa Simba yetu. Nimefarijika leo asubuhi na mapema leo, Laksi nimemwona naye amekwenda, nimefarijika wana Simba mbalimbali wamekwenda, nimefarijika. Yaani ile ubaya ubwela na Simba yetu tunakokwendea, ah, naendelea kufarijika, naendelea kuenjoy kwa mashabiki wanasafishwa wana, wana, wana, wana, uga bure Asumona walisema, hata watani juzi walikuwa wanaongea mashabiki wao, sisi viongozi wetu wameandaa mazingira, kuna wadhamini wa kampuni mbalimbali, tukiongea dakika mbili tatu tunasafiri. Ni jambo zuri, wenyewe liloandaa kwenye renji yao, ili kwamba watu wawe wanasafirishwa bure, kutokana na ule mchango wanaonyesha kwenye timu yao. Lakini sisi bado hatujafikia huko, naona kila hatua dua. Mimi sina hofu, sina shaka, inayote naona mbele ya safari. Sisi sio tena kusafiri bure kwa mabasi, si uso wa kima huu, mi naona tutakuwa tunaondoka na aeroplane. Eh, ropleni ba, masafa marefu. Ujua ile ukishapaa kuna anga fulani ukishafika hivi. Pale sasa unakuwa unawasiliana na na Mungu. Yaani, simu ya aina yoyote haipo hewani. Kwa pale kila kitu namwachia Mwenyezi Mungu. Eh, kwa hiyo mimi naiona tunakokwendea na timu yangu jinsi ninavyoiona sasa hivi. Na kupitia mwekezaji wetu Mo. Handa <laughs> dogo. Kwa hiyo naimani kabisa na ninachoambiwa na Simba. Bro. Haya, wanayofanya viongozi wetu ndio vitu ambavyo mimi nilivyokuwa navitarajia. Kwanza sisi, ujue Simba Sports tuna uongozi ukiongozwa na Mutaza Mangungu. Ni kiongozi wa Simba na wanachama wa Simba Sports, huyo ni Mutaza. Kwenye jambo lolote kubwa la Simba Sports lazima yeye awepo kama kiongozi wetu, alafu tuna mwekezaji wetu tajiri Moo huyu naye ana mambo yake, tajiri wetu nani? <tune> Alafu vilevile juzi nafikiri umeona hapa tuna jerut wale jerut ndani ya jeruti. Sasa wameleta watu kutu, yani saa hivi ukivaa jezi ya simba unafanya kujua hii imetengenezwa na kampuni gani? Tumepata kampuni inaitwa Diadora, inaitwa nani Ah, wewe mbona, una, una yani mbona kama una la sema dia dola sema dia dola. So sema, kutoka Italia. Dia dola. Eh? Kutoka Tariano. Kutoka Tariano. Mmeelewa? Dia dola kutoka Tariano. Hii nataka niwaambie wana Simba zao kwanza kabisa tumpe bigi hapo mwenyekiti wetu Mtazama Ngungu amelitengeneza ilimekuja kuheshimika na timu yetu inazidi kuheshimika. Hatuna kampuni za ajabu ajabu ambazo zinatengeneza. Wewe wewe, si unatengeneza jezi wewe timu yako? Sina vaa jezi, jiulize, jiulize, kampuni gani wanaotengeneza jezi timu yako? Wewe wewe, si unatengeneza jezi? Kampuni gani inayotengeneza jezi zako? Sisi sasa hivi kampuni yetu ndio dola yani, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba wale Jeruti, wale ndio waliochukua tenda ya jezi wametupa bilioni 38 kwa miaka hii panchi ile mitano ya mama wa Jerut, tunawa ndio atakayekutengenezea jezi moja. Napongeza sana mkurugenzi mtendaji wa Jerut anaitwa Joseph Rugasira, Yusuf Rugasira, Joseph Rugasira ana maono ya mbali, alichokiaidi tumeanza kukiona tayari mapema. Tuko upe wale jamaa bezi yao kubwa o wako South Africa pale upande wa sadak, tumeona kitu kimoja hapo alichotufanyia. Kwa hiyo usije ukashangaa, usije ukashangaa kule kule tukarudi labda na mbasi wetu ambao waliowaahidi bwana, mimi nawapongeza sana viongozi wao. Ah, nawapongeza sana viongozi wangu kwa hichi ambacho walichokitengeneza kimekuwa na samani na wanapongeza na wana Simba wote, unajua bro, Simba Sports hata hii unavyoona renki ile ya kafu kuwa namba nne kwa ubora, sio kwamba labda tumekurupuka tu, tumepelekwa pale. Hapana, fokasi ya viongozi wetu wanakoipeleka timu yetu ndio haya yanayoonekana know, kwa sababu uwezekaniki katika viwango vya renki ile ya kafu kwenye moja mbili tatu nne. Alafu hata jezi zako wewe hazijulikani nani anatengeneza wewe, kila kitu namtaja huyo, kila kitu we. Hapana, sisi huko tushatoka sasa. Ah, Simba Sports tuna mwekezaji wetu Mo Dewji. Mo yuko pale kwa maabazati. Mo anataka kama tukimwambia Moo, tuachie Simba, kwa mfano tumwambie tu Mo, tuachie Simba, hata kama anatuacha sisi, tuna uwezo tukajiongoza kwa miaka mitatu minne. Lakini zipo timu ukimwambia mtu, bwana izijezi acha usiuze tu jezi. Si unaona wale, wa Jerut wale si wako kwenye jezi. Sisi tukiwaambia Jerut acha nini na sisi msiuze jezi, tunayumba sasa. Wewe timu yako sura, eh, majirani zako ambie bwana eh, eh, unauza jezi usiuze jezi, kesho kutwa mbali <laughs> mabakuli yanarudi pale pale. Ah, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele nipo ndugu zangu, tageti ya wana Simba, tunaelekea kwenye mechi yetu ya kesho, mechi ya Jumapili na wana Simba tuokuepo Dar es Salaam Tanzania. Wale wa Zanzibari kina Jabu Hamisi na wengine waje kesho, tukutane dabani ya Mbagala. Kesho dabani ya wapi? ya Mbagala, dabani ya Mbagala kesho tukutane, tuna jambo letu pale, screen moja, big moja screen. Nimeulizia ile big screen wapi? Nimeambiwa ngoma inatoka Lampa bwana. Sasa sina uhakika, ndio nataka nimuulize mkurugenzi wa Lampa Electronic, ile big screen inatoka kweli Lampa Electronic au aitoki? Hey, kwako make Lampa vitu vya electronic kama vile ndio mambo mambomambo yake, lakini naisi nice ngoma inaweza katoka Lampa Electronic make ndio mabingwa kuleta vitu kama vile vya maskrini makubwa makubwa na mambo yote ya electronic Lampa. Big up. Sasa naisi ya hapa yani mjini ya mambo mambo ya TV unajua rampani eh. Pasi milioni mpo ugenini za Stellenbosch mchezo utakuwa namna gani? Mmepata bao moja visiwani Zanzibar eh, ili hali Simba Sports Club inabidi ashinde ili madi kusonga mbele, so matokeo yoyote mnyama Simba Sports. Ah, kwanza nachoomba tu na simba zangu na nawashukuru na wale wenye mapenzi ya simba kindakindaki jana juma nimewaona, e, juma jana wamekwenda msikitini. Baadhi ya rafiki zangu nilifarijika sana sana sana sana, uwezo kwa mene, kaka yangu Samuel Dangote, Samuel Dangote likupila nyama jana, nilimuona naye akishiriki ibada. juma katenga wa Dodoma, mlisho transporta kamanga feri Mwanza, niliwaona wameshiriki ibada. Na huyu jamaa huyu uja, anaitwa nani Uduwe, nilimuona yani kaishupalia ile ibada, mara kwanza alianza uzu tangu Alhamisi. I say bro naitwa Salehali hey, sale Salehali, Salehali sio sale jembe, Salehali toshi. Nimemwona kwa macho yangu jana ya yaani, nikafarijika. Naona simba wote waliobatika kwenda South Africa wale Waislamu walibatika kufika kule, niliona wameenda kwenye ibada, ili ni jambo la heri. Mimi kesho asubuhi na mapema kama Mungu atanijalia kesho, Mungu akinijalia, naingia zangu kanisani nikiingia zangu kanisani, baada ya kutoka kanisani tu, baada ya kutoka zangu kanisani tu, break ya kwanza nataka niende gereza la Keko, nilichokuwa nacho kwa baadhi ya maabusu nikawape kama sadaka. Hicho ndo Mungu akiniweka hai, mambo akishakaa vizuri, nataka niandae mazingira kidogo vizuri. Si unajua kule pale, kuna kunauzwa pale, ukiingia Keko kuna kwa na wenye kama gereza la Keko wanauza sabuni, maji ya kunywa, nini. Nataka ninunue hata maji dumu moja mbili, sabuni. Mungu kesho akinijalia ni wapelekee wale. ah, bro, kwa nini nimeanza kumtanguliza Mungu? Naanza kutoa sadaka kwa wahitaji watu, ndio maana nikasema watu ibada. Hivi ndio vitu kwanza vyenye confidence, ili ufanikiwe, umtangulize kwanza Mungu ndipo ufanikiwe. Kwao mimi, kama mimi, naona kabisa tunakwenda kufanikiwa, na nachowaomba na simba wenzangu, najua wale kule Durban, South Africa, wale jamaa Stellenbosch, kwao kutakuwa ndo kwetu, kwao kama kwetu, yani kwa wao kama kwetu, kama kwetu. Kwetu sisi ndo kwetu, lakini kwa wao kama kwetu, kutokana na wingi wa Wanaafrika mashariki na kati. Na imani kabisa, Watanzania waliopo South Africa watasapoti timu yetu, Waganda waliokuwepo South Africa watasapoti timu yetu, Wazambia waliokuwepo South Africa watasapoti timu yetu, wa Msumbiji, Burundi, Malawi, asilimia kubwa sana mpaka Zimbabwe, kote huko watataka kuisapoti timu yetu. Kwao sisi kwao, wale Stellenbosch ndio kama kwetu kwayo. Mimi sina wasiwasi wa aina yoyote, japo mchezo wa mpira bro, una matukio ya kikatili. Jana nilikuwa naangalia gemu kwanza, nimeangalia Real na, na Mamelodi se. Mchezo wa mpira se, mchezo wa mpira hali kama ulivyoona, umepata goli fresh mwishoni wakataka kupaki roli. Unapaki roli so unapaki roli ovyo ovyo, unapaki roli kwa nizamu sasa. Simba Sports uweza kupaki roli, sisi na mikontena ile tunayo, lakini mimi ninapomjua Fadru David Gadiola mwembamba, hata upaki roli kizembe, atataka manake dakika 15, 20 za kwanza wale atataka watu shambulie wapate goli moja. Sasa wale kipata goli moja, wasipokuwa makini, kabla hawajapata goli sisi tutakuwa tushapata goli, isipokuwa angalizo, chonde chonde, wachezaji wangu wakipata nafasi wazitendee haki, yani target, ukipata nafasi mechi za kimataifa wazitendee haki, bro. Amini usiamini, hata kesho angalia, Simba ndio tutatengeneza nafasi nyingi kuliko wale, na kama nafasi hizi tutakazotengeneza Simba tukizifunga, tukipata zote magoli, itakuwa jambo la faraja na laili, japo japo Najua asilimia tisini na tisa pointi tisa na kanuru tisa, asilimia tisini na tisa pointi tisa na kanuru tisa wa watani zetu hawataki tusisi, tutoboe hilo halina ubishi, ilina mjadala. Na hata mjomba Chogelo ile juzi kati aliongea, hawa wakifanikiwa Chogelo kwa live wanaongea Chogelo live, hawa wakipita tutakuwa tukai Chogelo kama Chogelo, lakini si bora hivyo bwana eh! Roho ile ambayo imekuwa roho ya hata shetani ana unafuu, roho yao ilivyokuwa, yaani roho yao imekuwa mbaya kupita maelezo. Hawajui kwamba tunapopata sisi matokeo barani Afrika kwa ujumla heshima inakuwa ni Tanzania, sio kwamba Simba tu, Tanzania ndio inakopoa heshima moja kwa moja. Sasa mimi nachoomba tu hataaa, basi kidogo waek, waekti kama na kupesti basi kupitia kwa baba Aziza, Mheshimiwa Liziwani Kikwete, mbona yeye anasema jamani, Simba kipenya akina Miskondo, mzee wa kanzu nyeupe ndo Tanzania yetu, bendera yetu ndo napeperuka na heshima nazidi kuwepo. Hata ukiangalia Dokta Dokta Mwinyi Omari, Mwinyi Omari, Mwinyi Omari Mwinyi mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Mbeya Busekero naye ana roho hiyo japo naye mtani usimwambia, basi milioni benye ni mkapa ya Africa nzipata taba moja sifuzu hapana, eh. Mimi mimi swala la kitaifa la kinchi, ah bwana, mimi niko kwenye nchi yangu kwa kweli nchi, ah mimi naipenda sana na kuwa kwenye ule umoja na mshikamano wa nchi yangu. Kwa hiyo mimi timu aina yote, hata ilikiwa mpekenyela football club linacheza na Eli Ali ya Misri, mimi nitakuwa mpekenyela football club. Kwa hiyo timu yote Sambinigwa football club ikicheza imradi na napeperusha bendera nchi yetu, mi nakuwa ndani ya nchi yetu, mimi sipo kabisa yeye mambo kama haya. Kizamani zamani hayo amesha toka bro, isha toka kabisa huko. Mjomba Chogero yule ananongwa, yule ananongwa, ananongwa mno na mwache tu, mwache tu. Kama yeye hataki situfanikiwe sisi, tunamtanguliza Mungu wetu, na Mungu wetu kama kawaida anatuambia tu ana simba zangu, Zaburi tena 35 yaanze kufanya kazi kuanzia leo. <coughs> Hey, hey, Bwana hey, utete nao na uteta nasi, upigane nao na upigana nasi, ushike ngao na kigao usimame utusaidie, waabishwe wafedheheshwe wanaotuzulia wa, mabaya badala ya mema, njia yao iwe na giza na telezi, Bwana akiangusha chini. Yaani twende na Zaburi 35 mimi mi na imani kabisa tunatoboa. Hata mzee wa kanzu nyeupe ya miskondo watu wa Zanzibar, sasa hizi kwenye kombe la muungano nyimbo, unapeperusha bendera. Kumbe Afrika Kusini, nawapongeza ni swala la kitaifa, swala la kinchi. Wao wamekuwa hawana kazi ya kufanya, kwa hiyo nao wameenda kupeperusha bendera. Hawana kazi ya kufanya, ndio maana nao wamekwenda kupeperusha bendera. Sisi tungekuwa hatupo, tungekuwa na sisi hatuna kazi ya kufanya, tungekwenda kama kawaida, lakini wao wameonekana kazi ya kufanya. Sasa hivi hawana kimataifa, hawamo, wakaenda kule, kwenda na wao kuyapa hazi yale mashindano yetu, ni jambo la heri, jambo la faraja. Wamevuna walichopanda, matokeo yake ndio hayo. <laughs> Bado tunaendelea kupanda aeroplane kaka anga. Ah, wao wanapanda matembele, si boti. Wao wanapanda matembele, sisi tunapanda aeroplane yeah. Pamoja pamoja, tusidharau bajaji, ndege atufikishe nyumbani bro.